Unajua, kuna kitu kimoja ambacho kinakujenga ama kukubomoa ndani ya mahusiano yako bila hata wewe kujua. Hapa sizungumzi kuhusu kuwa ama kutokuwa na pesa, kazi, au maarufu ama kitu kingine kile, bali nazungumza kuhusu tabia yako katika tabia sio tu kusema asante au kusema sorry kama ulivyoambiwa kwamba hizi ni sehemu ya tabia njema. Hazishii hapo, inaenda mbali zaidi katika jinsi ambavyo unamchukulia mtu hata kama hana chochote cha kukupa, jinsi ambavyo unaweza ukaweka na kuheshimu mipaka yako vizuri. Nikwambie tu leo hii watu wanatafuta mahusiano, wanatafuta mapenzi mazuri ya kudumu washirika wa kudumu labda, lakini wanashindwa kupata. Sababu ni nini? Au kwa nini? Kwa sababu ya tabia ndogo ndogo ambazo si rafiki kabisa. Hapa nazungumzia kuhusu wivu usiodhibitika. Nini? wivu ambao umepitiliza, ume, hasira, uongo, fitina pamoja na mambo mengine kama hayo. Sasa kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba tabia yako inaweza kuwa tabia nzuri na njema, kwa sababu tabia nzuri na njema inajengwa. Anza leo, jenga tabia yako siku baada ya siku, ili kuifanya iwe nzuri na rafiki kwa ajili ya kuvutia mshirika wa kudumu mwenye mapenzi ya kweli na mahusiano unayoyatarajia tena ya ndoto zako.